Karibuni katika sehemu ya pili pete ya jini. Kijana Chris anaelezea kwamba sehemu ya kwanza tumeishia pale ambapo alimwona ule mrembo Malikia akipita karibu zake, alikuwa kimotea rufa ambayo Chris alikuwa hajawahi kusikia hapa Tanzania. Chris cha bibie, Chris ndio Malikia. Chris akasema, acha nimfuate, nimsimamishe. Kipindi anamsimamisha akamuuliza, bibie, habari yako. Bibie akamwambi uzuri wako maana wewe sura yako na sisi ni mwinde ambaye nimempata, sijawahi kumpata maisha yangu. Ndio ile bibi akafurahi, ndio ile mrembo malkia akamwambia Chris, na hata wewe pia jina lako ni nzuri. Chris naye akajisikia mwenye furaha sana, akamwambia bibi, unajua kama mimi nimetokea kukupenda yani nasi, nashindwa kuficha hisia zangu, maana nikikuona katika ndoto zangu nitashindwa kukuelewa jinsi nitavyokuelewa hisia. Ule bibi alicheka kama kawaida yake, maana yake cheka furaha inatawala uso wake. Ndio akamwambia Chris, utanipenda mimi au nichui? Chris akamwambia ina shida mimi hata ukiniamini nadhani katokea nikakuoa. Ndio ile bibi akasema, haya tutaona basi, acha nikupe namba yangu ili ukifika kwenu utaniandikia. Ndio kisha akampatia namba yule malikia, yule malikia akampatia namba yake. Kisha malikia akaendelea na safari yake na kisha akaenda nyumbani akifurahi sana kuwa alipata yule mrembo wa ndoto zake, maana maana kwa kimota kila siku, sasa leo alibahatika kupata namba yake. Ndio akachukua namba na kumpigia rafiki yake na kumwambia, unajua yule mwanamke ambaye nilikuwa nikiota, leo nimemuona sasa ndani ya macho yangu. Yule mwanaume akamwambia, ah Kristo, unanidanganya

na kuongea na Chris wakakumbatiana na kufanya mapenzi ambayo Chris hakujawahi kupata laiza yake Tanzania nzima na ndani ya dunia ya Tanzania. Chris alifurahi sana, akamwambia yule bibi, niambie nipeleke kwenu, basi siku moja nitoke nikawaone wazazi wenu ili niwaambie kama mimi niko tayari kuoa. Bibi akamwambia Chris, mbona haraka sana eh? Usijali, nitakupeleka inshallah. Sasa Chris aliposikia utamu wa yule bibi, akashtuka toka usingizini, kumbe akakutana na mechafu akasema, hao, hii ndoto hii. Akaenda akaoga salimaiza kuoga ndani. Alikuwa mwenye furaha sana kwa hiyo siku, kwa sababu alipata namba ya ule bibiye. Akampigia ule bibiye na kumwambia bibiye, mambo ule bibiye akamwambia poa, kisha unasemaje? Akamwambia naweza kukutana na wewe sehemu fulani, unaweza kuniambia? Ule bibiye akamwambia sawa, nitakutana na wewe mahali fulani kule kule barini ambapo tulipokutana ile siku. Akaambia sawa, kuna shida sasa please, kipinda kwa kuvua ile pete ili hapo mzike, na ni, mpaka, pete pete na mkononi mkononi. Akivua ni Eka, mtia wasiwasi sana. Ah, sasa nyingine mkono wangu sikutia mafuta, nikitia mafuta na mimi hii pete itatoka. Ah, akalala akamuka. sasa sasa kazini kazini, kama kawaida yake kazini. Sasa, kijasho kilipokuja pale ipo kazini, akatia mafuta akataka kutoa ile pete lakini sina goma kabisa. Akitaka kuitoa akilimaki na sikiole bibi ambaye ndio mle malikia akimwambia ah, usitoe hiyo pete. Kisha anashangaa hizi, <laughs> niveni kiumbe gani huyo? Lakini alipotezea akasema saa zingine ni fikira zangu. Upande wa pili sasa, tunamwona yule mzee ambaye imeomba krisi jina lake, kisha akamwambia jina lake krisi Juma. Sasa yule mzee alikuwa pamoja na wachai wenzake katika kilengi chao, sasa wakuwa wanaongea njio, yule mzee akamwambia mshefu wao, akamwambia kuna kijana ambaye aliingia ndani ya shughuli yetu, alikuwa akivaa pete ya kirohani moyo ambayo ukiipata utajiri na miliki kila kitu. Ndio ile shifu akamwambia huyo kijana ni kijana ni kijana vipi? Ule mzee akamwambia, mimi niko na jina zake mbili. Wakachukua jina zake, wakazifanyia mambo yao. Kipindi walipofanya mambo yao, walipigwa shoti ya, ya radi ya wajua, ilitokea ghafla, wakakuta kuna kiumbe, wakaweta kwenda maisha ni mwao, kumbe ilikuwa ni ule binti. Akawatokea ndani ya macho yao na kuwaambia, mkifuatilia huyo kijana nitawaonesha, mnasikia? Ndio wakasema sawa mkuu, ni sawa malikia. Ule malikia akapotea. Ah, mzee alishangaa akasema ah Kumbe maana yule kijana alikuwa akichekacheka, kumbe alikuwa anajivunia ipete. Basi tutamwonyesha, sababu mchawi ni mtu ambaye apendeki umshinde hivi hivi, unaona. Sasa msikuwa sehemu ya tatu ili mfuatilie, au wachawi walimfuata ule kijana na kumkomesha, ama wachawi walikuenda kumwambia ule, ule kijamaa kama tunikishwa na jini ama vipi? Karibuni sana.